ya mabinti na vijana wa kiume ambao mnaingia kwenye ndoa sasa hivi, mabinti na vijana wa kiume ambao mnaingia kwenye ndoa sasa hivi, naomba niwape ushauri huu hapa. Ukitaka ndoa yako iwe na mafanikio, kuanzia sasa wewe na mme wako mnakwenda kubadilishana wazazi. Narudia tena kuanzia sasa wewe na mume wako mnakwenda kubadilishana wazazi. Hii maana yake ni nini? Wazazi wa mke wako, wewe mwanaume, wanakuwa wazazi wako kuanzia sasa, na wazazi wa mume wako, wewe mwanamke, wanakuwa wazazi wako sasa hivi. Kwa nini nasema mnakwenda kubadilishana wazazi? Kuna kesi nyingi sana za ubinafsi ambazo zinatokea kwa wanandoa pale ambapo mwanaume anapendelea zaidi kwao, na mwanamke anapendelea zaidi kwao. Hali hii inaleta mtafaruku to the extent kwamba mwanaume anaona hatendewi haki, anamuona mke wake ana roho ya ubinafsi. Mwanamke naye hivyo hivyo, anaona hatendewi haki. Tunafanyaje kuweza kuondoa mkangamano huu? Badilishaneni wazazi. Wazazi wa mke wako, kuanzia sasa hivi, wewe ndio una wajibu wa kuweza kuwahudumia, ambaye ni mwanaume, na wazazi wa mume wako wewe mwanamke ndiyo una wajibu. Usimalize miezi mitatu bila kujua wazazi wa mume wako au mzazi wa mume wako anakulaje anaishije, lakini vile pia hali yake ya kiafya. Vivyo hivyo pia na wewe mwanaume, usimalize miezi mitatu hujajua wazazi wa mume wako, wa mke wako wanaishije, wanakulaje, lakini pia hali zao za kiafya. Kwa kufanya hivyo, ni one of the key ambayo itakayowasaidia wanandoa kuondoa hii hali ya ubinafsi. Itakapofika hatua mke wako akiona unajali sana wazazi wake, naye ndivyo hivyo, ataongeza nguvu kubwa kuweza kuhakikisha anajali wazazi wako. Kwa hiyo mwisho wa siku wote mtakutana katikati. Huyu anahangaika kujali wazazi wa huyu na huyu anahangaika kujali wazazi wa huyu. Nikutakie ndoa njema na mafanikio mema.